Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga amehimiza wanachama wa ODM kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja kwa minajili ya kuimarisha chama hicho. Akikutana na viongozi wa ODM kaunti ya Mombasa, Oburu amesisitiza kuwa na tajiriba ya uongozi na kuelezea imani ya kuongoza chama cha ODM. Oburu Odinga: hakuna experience ya kutosha ya kuongoza. Nimekuwa kiongozi kwa nchi hii kwa miaka na miaka. Mimi nilianza kuwa kansula ya Kisumu 1974 to 79. Tena elected sio nominated. Na nimekuwa elected na wananchi Bondo huko four times. Nimekuwa nominated once. Na sasa nikawa member ya Yala na mimi sasa nina serve term yangu ya saba, seventh term tam katika bunge ya Kenya. Kwa hiyo mimi kwa experience, naona nina experience ya kutosha ya kuongoza chama yetu. Lakini chama ni watu, chama sio binafsi, sama chama ni watu. Na mkiniunga mkono, basi nitafaulu, lakini mk... mkikosa kuniunga mkono, sisi zote tutazama. Viongozi wa ODM wakiongoziwa na Abdusamar Sharif Nasri gavana wa Mombasa wameelezea uthabiti wa chama hicho katika kuimarisha demokrasia. Ndio wataipeleka hii legacy iende katika sehemu idha, tuwe wale ambao ni kivuli cha historia na zamani, ama iwe ni wale watakaoweza kushika ule mwanga wa ODM na hii Kenya nzima iweze kung'ara na rangi ya chungwa. Kile ambacho kwamba kitakuwa ni chenye kutupeleka mbele ni umoja wetu. Hamna kilichoweza kutufanya sisi ni wenye kusikizwa, hakuna kilichoweza kutufanya sisi tukawa tunasonga mbele kama umoja wetu, na umoja wetu ndio nguvu yetu. Kauli hii imeungwa mkono na mbunge wa Jomvu Badi Twalibu akisema licha ya chama hicho kwa ndani ya serikali jumuishi kitazidi kujimarisha kama chama, huko akiwarai wanachama kushikamana kote nchini. na kitu yangu kubwa ambayo nitasema ni kuwa ni muhimu na ni lazima kwa chama watu washikane pamoja, bila unity hatuwezi kwenda mbele, na hivi sasa tuko katika maneno mengi ambayo watu wanasema hapa nchini juu ya broad based government, lakini yafaa ieleweke katika government yoyote, kila moja na chama chake, na chama chetu sisi ni ODM na tabakia ODM na tuta strengthen ODM kuona kuwa chama chetu kina remain solid. Kwa hivyo yangu tu mimi kubwa ni kusema wanachama wetu wa ODM popote pale walipo, ni muhimu tushikane pamoja. Ali Vincent, Benvin TV.